Kenya itainuka Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja a uzalendo. mimi ni Mkenya mzalendo, je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Welcome to Sema na Spox, bonga na gava, sema na spox, sema na spox. this is our sixth edition and the third In partnership with Y254 and KBC Digital and KBC TV. And let me tell you, manze hii show iko hi na watu wengi sana wana watch. Last week nimeenda huku Eldoret nasimamishwa na MC mmoja wa Nandi editor wangu wanisipa pamoja naa nikiandikia na niambia may watch the last two episodes yani, kuna vile mpaka already sha kuwa nominated for an award, Bobea Awards 2025. Na bado imefanya only five episodes. Hiyo ina maanisha hii hii ndio ndio ndio, ndio inaitwa the grace. Five is the number of grace. Sasa leo hii tuko na nini katika gava? Mwanzo tunatoa rambirambi tena kwa jamaa ndugu na marafiki kwa sababu ya Albert Ojwang'. Na hiyo story inaendelea hivyo. Sasa DIG Lagat ame step aside so tuache IPOA ifanye kazi yake vizuri na pia bunge kwa sababu ameshaanza vile vikao. Tuache stori za jaba na mastori za nini, ino makonjekcha hivi. Tuachie hapo pili